Kama ndugu na dada, tukimsifu Yesu, tuwe na imani kwa Yesu, tulia tulia tulia kwa Yesu, tumekusanyika pamoja kulisifu jina lake Bwana wa majeshi kama ndugu na dada tukimsifu Yesu tuwe na imani kwa Yesu, tulia tulia tulia kwa Yesu, ewe tulia tulia kwa Yesu, hekaluni mwake tulia kwa Yesu, hekaluni mwake tupate kimya mitanda izimwe minong'ono pembeni weka mawazo kwa Yesu, tulia tulia tulia kwa Yesu. Bwana yumo katika karuli lilo takatifu, na tunyamaze kimya. Mitanda izimwe minong'ono pembeni weka mawazo kwa Yesu, tulia tulia Wale wote waliopo nje tunaingia katika kipindi cha huduma, na kwa kufunga kipindi cha uimbaji tupate ombi. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha kwanza. Tunapoelekea katika kipindi hiki kingine, malaika wako mbinguni wazidi kuwa pamoja nasi. Hili ndio ombi letu, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amina. Asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi kuwaleteni matangazo ya kanisa, na mara baada ya hapa tutakuwa na tutakuwa tukiingia kwenye kipindi cha huduma kuu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa nafasi uliyotupatia ya kuweza kukusanyika katika nyumba yako ya sala. Tunapoingia katika matangazo inaomba ulete usikivu, Roho yako Mtakatifu atawale katikati yetu kwa jina la Yesu Amina. Wahudumu sabato ijayo atakuwa ni ata, sabato ya Novemba 1 2025. Mhubiri atakuwa ni Pastor Baraka George, fungu kuu atakuwa ni Ruben Daudi Sadaka atakuwa ni Joyce Christopher. Wakili atakuwa ni mzee Richard Hasani. Mzee wa zamu ni mzee Gabriel Kiravu. Mzee wa zamu watoto ni mzee Michael Dako. Jumatano asubuhi ni Gabriel Kiravu. Jumatano jioni ni Pastor Baraka George. Kufungua sabato atakuwa ni Pastor Baraka George. Anza na Bwana sabato ijayo atakuwa ni mzee Gabriel Kiravu, na kufunga sabato atakuwa ni Gabriel Kiravu. Mwishaji, atakuwa ni Gilbert Ndomoe. Sabato ya leo ya Oktoba ishirini na tano, mhubiri ni Pastor Baraka, na mhubiri watoto ni Gabriel Kiravu. Fungu kuu ni Elena Mwenda, sadaka ni Kerebu Sigara, wakili ni Daniel Nkia, mzee wa zamu ni mzee Daniel Nkia, mzee wa zamu watoto ni mzee Richard Tasani, kufunga sabato ni mzee Richard Tasani. Vikao na mabaraza tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi itakuwa ni baraza la huduma wajumbe wote tunaombwa kuhudhuria mashemasi wazamu uh, kuanzia leo tarehe ishirini na sita mpaka tarehe moja Novemba ni grace kitundu modesta lukonge inosensia maradufu imelda chatele lightness Nicodemus, makani kidola fadhili harun liston edward ni mwindaeli mbaga kwa hiyo tafadhali tushike zamu zetu. Taarifa za washiriki mzee.